Tulithibitisha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatambui utumwa katika kitabu chake, na wala hakuteremsha hukumu yoyote ambayo kwamba kwa inahusiana na mambo ya utumwa, na tukazungumza alfarqu baina ibad wa abid, na tukaona kwamba kwenye aya wankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum ibadikum, hapa sio kwamba ni watumwa kama walivyofahamu babu zetu, na kwenye vitabu vya tafsiri, huo ni ufahamu wa makosa. Tumeona kwamba ibadikum, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumzia wafanyaji kazi, yule anayefanya kazi kwako, ni ofisini, ni kwenye shirika, huyo ndo anayekusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala Mwenyezi Mungu hazungumzi lolote kuhusu mambo ya utumwa, na tukaona kuhusu kisasi kutiba alaykumul qisasu fil qatla al huru bil huru wal abdu bil abdi. Na hapa pia haina uhusiano wowote na utumwa kama tulivyoona. Halqa ya leo tunazungumzia kilma ar riqab ambacho kwamba kimetajwa ndani ya Qur'ani, kimetajwa katika fadharbur riqab. Mwenyezi Mungu amefadharbu, fadharbu riqab na ametaja kwenye zaka akasema, wa fil riqabi na ametaja pia katika tatawur Yani katika kutoa kwa tatawu, yani sunna wala sio faradhi, akatuambia wa ma adraka mal aqaba fakurakaba. Hiki ndio kilima tutakachozungumzia leo, kwa sababu babu zetu pia walifahamu makosa kilima kama hichi. Na yote shida kama hini ni kwamba babu zetu hawakujua kwamba hii kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani Qur'an ni ilmu min indillah, ni ilmu ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni khitabu Mwenyezi Mungu anatuzungumzia, lakini kiilmu. Kwa hivyo hii ni ilmu, na ilmu siku zote iko na qaida. Babu zetu walikuwa hawajui kwamba kulikuwa kuna qaida ndani ya qurani, wala sio nje ya Qur'ani, ndani ya qurani Mwenyezi Mungu ametokea mwenye qaida, na qaida ya kwanza kama tunavyosema kwamba inna jaalnahu quranan arabiyan laallakum, hmm, laalakum tattaqun. Mwenyezi Mungu subhanahu wataala ametutajia hiyo ni kaida ya kwanza, na kaida ya pili ni kwamba la yumkin likalimataini au likalima ee, kilma kimoja yani hamkiniki kwamba kilma kimoja antakuna ee, laha dalalataini, yani kilma kimoja kiwe na dalala mbili, ama kilma viwili tofauti viwe na dalala yani moja, yani vilma tofauti alafu kisha viwe na dalala moja, haiwezekani kabisa. Kila kilma kiko na dalala yake hii ni ilmu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu anatuambia ambao kwamba kaida kama hii, ni wengi hawajui kwamba Mwenyezi Mungu ameitaja ndani ya Qur'an, yani haiwezekani vilma viwili viwe na nafsu dalala, la kila kilma kiko na dalala yake. Mwenyezi Mungu ametuambia, dharaba Allahu mathalan rajulan fihi shuraka mutashakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun ya Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala anatoa madharaba Allahu mathalan rajulan fihi shuraka, anapigia mfano kuhusu vilima vyake vilivyomo ndani ya Qur'ani, kwa sababu siyaqi al-aya Mwenyezi Mungu anazungumzia kuhusu Qur'ani, kichi kitabu chake na maneno yake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema, anatupigia mifano rajulan fihi shuraka mutashakisun, mtu ambaye kwamba ni mtu ni mmoja lakini kuna shakhsiya mbili, yani mtu, mtu yule mmoja ni Ali kisha ni Umar, yani hawezekani wa rajulan salaman haliyastawiani mathalan, je inalingana sawa yani mtu mwenye shakhsi ya moja na mtu mmoja awe na shakhsi ya mbili? Haiwezekani. Kwa hivyo mtu alio na shakhsi ya mbili huwa lazima atakuwa dhata iwajhi mwenye jongo na kaida ndani ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba vilma viwili tofauti haviwezi kuwa na nafsu dalala yani, na dalala moja. Ikiwa hivyo basi itakuwa qira'atan dha ta'iwaj ni kisomo ambacho kwamba kiko jongo wala sio kilioko sawa. Kwa hivyo, hii ni kaida muhimu ambapo kwamba kwa wale wenye kutaka kutadabbar Qur'an. Babu zetu tumeona kilima cha ibad abid, ibad mal mal, Mwenyezi Mungu amesema wa ibad, wao wana tafsiri kwamba ni abid. Na kama riqab, tumeona riqab, wa darba riqab, wamesema kwamba ni darbu unuq, kukata shingo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajaamrisha yoyote akate amkate mwanadamu mwenzake shingo. La, na kilima kile kile kwenye zakati wafirrikabi, wamesema ni watumwa. Angalia kilima hicho hicho kimoja, yani haya si mashairi ndugu wa Islamu. La, ni maneno ya Mwenyezi Mungu, ni ilmu hii, lakini sisi tumeyafanya kama mashairi. Rikabu upande huu tumefanya ni kukatwa shingo, na kwenye zaka wa wafirrikabi tunasema kwamba ni watumwa. La abadan, hivyo sivyo kabisa. Ukifanya hivyo kilima kimoja ukikitafsiri kila mahali ukakipa dalala yake kilima kama kile, basi itakuwa qira'atan dhata iwaji, lakini kilima kile kile kimoja kiwe na dalala ile ile moja mahali popote kitakapokuwa kwenye aya. Kwa hivyo leo tutaangalia arriqab. Tuliangalia ibad na abid, halka hili tutaangalia arriqab kwenye, mwenyezimungu anamaanisha nini neno kama hili

fadharba arriqab, lakini angalia katika tafsiri zote za Kiarabu za Kiswahili wamefahamu kwamba fadharba arriqab yani ni kukatwa shingo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala hajasema jineno kama hilo fadharba arriqab. Riqabi ni kilima ambacho kwamba ala wazni fi'al, ni kama vile Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani ametamka kilima cha jihad, khilaf, kwa hivyo ni katika wazni fi'al, hii riqab na riqabu ni raqaba, yuraqibu riqabu raqaba yuraqibu riqabu, ambapo kwenye lugha ya Kiarabu tunatumia kwamba muraqaba muraqaba ni ki, ni jambo ambalo kwamba liko chini ya ulinzi. Hiyo ndio maana ya muraqaba, ni jambo ambalo kwamba liko chini ya ulinzi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema fadharba riqabi, munapokutana na wale ambao kwamba wamekufuru, fadharba riqabi hamaanishi kwamba wakatwe shingo la, bali Mwenyezi Mungu anasema yani dharbal hiswar, yani muwavamie, yani muwe muwazunguka na kuwavamia, yani watu kama wale yani kuwazunguka, kuweka chini ya ulinzi wenu, ni kama mnapokwenda kuvamia watu, ni kama kile kiswa ambacho kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiswa maarufu walipokwenda kwa Banu Quraidha waliwazunguka kwa muda wa siku kumi na riwaya nyingine asema muda, uh, muda wa siku ishirini. Kwa hivyo dharba riqabi yani ni kuwazunguka wale maadui, yani mazingira wale maadui, hawana mahali pa kwenda. Hiyo ndio Mwenyezi Mungu analokusudia fadharba riqabi, yani dharba alhiswar ama dharba alhirasa hivyo ndio wanamaanisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata idha atkhantumuhum mpaka wanapokuwa mumewamakinisha yani wamemakinika baada ya kuwa mmezunguka mpaka wakawa wamemakinika. Mwenyezi Mungu anasema fashuddul wathaq, yani yani wakazieni katika ahadi, fashuddul wathaq, wakazieni katika ahadi, fashuddul wathaq katika tafsiri za babu zetu anasema kwamba watiwe pingu la abadan. Mwenyezi Mungu hauzungumzi mambo hayo. Mwenyezi Mungu anasema fashuddu alwathaq, yani wakazieni katika zile ahadi mtakazowapatia. na Mwenyezi Mungu hapa hakusema fashuddu almithaq kwa sababu mithaq inakuwa baina twarfaini, pande mbili, lakini Mwenyezi Mungu anasema fashuddu alwathaq, yani ni upande mmoja, yani nyinyi mlo wavamia, nyinyi mlo walokuwa chini ya hirasa yenu yani nyinyi ndio mutoe ahadi, yani kwa sababu wao wakiwa wamehini kiwa wamefanya jambo lolote, kwa hivyo nyinyi mmekwenda mmewazingira, kwa hivyo nyinyi ndio mna haki sasa, muwambie, muwapatie ahadi na muwalazimishe mambo ambayo kwamba munaoyataka nyinyi, ndio fashudul wafa. Fa imma manna ba'du wa imma fida Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema baada kwa kwamba mushawaekea ahadi na mshawekea vikwazo basi, fa imma manna baadu waimma fida. Mwenyezi Mungu anasema baada ya hapo, basi ikiwa mutawaachilia, yani bila ya kutaka kutarajia kitu chochote ama kuomba kitu chochote kutoka kwao, waima fida, ama mutake fidia, yani ima muwawache, musitishe kitu chochote, ima muwatishe fidia Hivi ndio wanavyosema Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, lakini hakuna kabisa mambo ya kukatwa shingo la, la, la, la, abadan. Kwa hivyo tumeona hapa fadharba rikabi, Mwenyezi Mungu yani dharb alhiswar ama alhirasa, dharb alhirasa idis, yani wako chini ya ulinzi, wamezungukwa wako chini ya ulinzi. Hivyo ndivyo wanavyomaanisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Na washudul wataqi ni kwamba sasa baada ya kuwa washatulia nyinyi mtawapatia yale yani condition zenu mnazozitaka. Tuangalie aya ya pili ambayo kwamba inazungumzia katika masala ya zakat. Tumeona kwamba kwenye asnafu yale yani makundi ambayo kwamba yanaofaa pewe zaka, hapa kumetajwa yani, katika tafsiri wamesema wafiriqabi, yani na watumwa. Mwenyezi Mungu subhanahu wataala hatambui utumwa na wala hakuna hukumu yoyote alioteremshwa kuhusu mambo ya utumwa. Lakini Mwenyezi Mungu anazungumza nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema innama sadaqatu lilfuqara'i walmasakin wal'amilina 'alayha walmu'allafati walmu'allafati qulubuhum wa firriqabi walgharimin ila akhir. Mwenyezi Mungu hapa Subhanahu wa Ta'ala atueleza wale wanaofaa wapewe zaka. Mwenyezi Mungu akasema wa firriqabi, wa firriqabi. Yani fi riqabi Mwenyezi Mungu anamaanisha wale walioko chini ya ulinzi wa fi riqabi, walioko chini ya ulinzi, chini ya uangalizi. Hiyo ndo anamaanisha Mwenyezi Mungu. Na hawa wale walioko chini ya waulinzi ni watu gani? Ni wale ambao kwamba sisi tunawaita asujana yani wale waliofungwa jela, hao ndo wanaofaa wapewe zaka. Yani kama imefika wakati wa zaka, wataka kutoa zaka basi ni uende ukaangalie ni nani alofungwa kwa sababu ya ya deni, pengine amekodisha nyumba, pengine uh, amekodisha jambo lolote akashindwa kulipa, ukatokea na matatizo akashindwa kulipa lile deni, lakini yule anayemdai akampeleka kotini na akahukumiwa kufungwa. Kwa hivyo katika zaka zako unazotoa uangalie pia wale ambao kwamba wafirriqabi, yani walioko ndani ya jela. Firriqabi, yani fil hirasa, ambao kwamba ni wale ambao kwamba walioko jela. Kwa hivyo hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala hazungumzi kabisa kuhusu watumwa, ambapo jambo kama hili wafirriqabi linakwenda asnafi, yani hizi asnafi alizozitaja ziko, ziko mpaka siku ya Kiyama kama vile zaka, Mwenyezi Mungu ametufaradhishia ame zaka, na ni faradhi hii zaka ila qiyamis saa. Kwa hivyo na hawa asnafu pia nao wako ila qiyamis saa, sio kusema wafir riqabi e, na watumwa, na sahihi, hakuna watumwa. Kwa hivyo hii aya e, hapa hichi ili neno halitumiki la la la. Wafir riqabi ni wale walofungwa jela kwa sababu ya madeni ndio Mwenyezi Mungu e, e, neno linalofuatia akasema, walgharimina na ile ambao kwamba wana madeni, lakini wale wako nje hawako jela. Wafir riqabi ni wale ambao kwamba wako jela wamefungwa kwa sababu ya madeni. Walgharimina ni yule yuko nje hajafungwa, hakufungwa jela, lakini yuko yadaiwa yu na watu. Kwa hivyo tumeona wafir riqabi haina uhusiano wote na utumwa na kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya nyingine wa ma adraka mal aqaba fakurakaba. Al aqaba, yani ni mazito, yani shida, yani kuna matatizo yani, alaqaba yani, yani kumeingia ukame ama kumeingia maradhi kama vile kulivyoingia corona e, wa ma adraka mal aqaba fakurakaba, fakurakaba yani faku, fakurakaba yani ni kufungua ile yani, ile ahadi ambayo kwamba alokuwa nayo yule mtu uliomfungwa kwa sababu imekuwa ni kama rakaba, yuko katika hiswar yani, amefungika na lile deni analodaiwa. Kwa hivyo faku rakaba, sasa wewe tuseme mtu wewe umekwenda kukopesha pesa kwa mtu fulani na mumeandikishiana na mkaahidiana kwamba siku fulani mimi nitakupa pesa zako, ikafika ile siku wewe ukawa umepatikanwa na matatizo hukuweza kumlipa yule bwana. Kwa hivyo faku rakaba, yani wewe ndo utaifungua faku lakdi, ile akdi utaifungua kwa kumlipia, ambayo hii ni sunna wala sio faradhi. Kwa hivyo faku rakaba ni kufungua lile fundo la ile ahadi ambayo kwamba muliwekeana. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumeona aya kama hizi ar-riqab Sio kwamba ni kukata shingo wala sio kwamba ni ma, watumwa la abadan. Arriqabu e, min raqaba yuraqibu riqab. Kwa hivyo neno kama hili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamaanishi utumwa na wala halina ufungamano wowote na utumwa. Kwa hivyo ndugu wa Islam, turudhini katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, tusome kwa kutumia macho yetu na kutumia akili zetu na kutumia ufahamu wetu babu zetu wamefahamu kulingana na zama walizokuwa wao, huo ni ufahamu wao, tuachie wao wenyewe. Sisi tuna haki na tuna ni wajibu wetu, turudi ndani ya Qurani na tusome kitabu cha Mwenyezi Mungu na kukifahamu kulingana na ufahamu wetu na fikra tulizo nazo katika zama kama hizi. Ndiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akatwambia, afala yatadabbaruna alqurana ama ala qulubin akfaluha, ila hamwizingatii Qur'ani? Ama hizo akili zenu ziko na makufuli? Kwa hivyo kutadabara kitabu cha Mwenyezi Mungu na maneno ya Mwenyezi Mungu ni haki kwa kila mmoja wetu, wala sio watu makhsus. Kwa hivyo turudini katika kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa ila liqa'in akhar bi mashi'atillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.